Na leo tunaangazia wabunge wa Tanzania wanakashfu ke, wabunge wa Kenya sana. Wacha tujue tuko na nani, atueleze machache na yale ako nayo kuhusu wabunge wa Tanzania. Habari ya Kenya mwenzangu. Nzuri sana kwa majina, unaitwa nani? Naitwa, tueleze machache kuhusiana na wabunge wa Tanzania wanakashfu serikali ya Kenya. Unajua wabunge wa Tanzania wanaingilia masuala ya Kenya bila kujua, Kenya inajengwa na, na Mkenya, Kenya na na Mkenya. na na Mkenya. Yeah. Sasa mambo ya Kenya na masuala ya Kenya, ukashifu ya Kenya hiyo ni kujenga Kenya, kujenga Tanzania. Wao kuja Kenya kufanya biashara, sio kuingilia masuala ya Kenya, ndio. mm -hmm. Maana mkenya akatize mtanzania kufanya biashara Kenya, na tunasema pia mtanzania asikatizie mkenya kufanya biashara kwao, na asiingilie masuala ya Kenya, vile sisi tujile masuala yao. Tufanye biashara kama jirani wazi wazuri, lakini kwa kidogo wetu. mm -hmm. Ndio kama tunasema kufanya katiza usiano mwema, uhusiano mwema, so ungeimiza, yeah. Eh, President Suluhu kufanya jambo gani? Huyu mwanamke Mtanzania huyu anasema President Suluhu ana president nani wewe? Hakuwa na roho urafiki, urafiki ni kujenga, urafiki ni kusalamiana, urafiki ni. Akiwa huyu mwanamke Mtanzania usijui anataka nini, asijui anataka katiwa ama nini. Na wewe hakuwa na urafiki mwema na jirani. Akiona rais wetu, rais wetu akienda kwake, asione mm -hmm. ameenda kukatiwa, ameenda kusalamiwa kama rafiki na tunajua mtanzania ni rafiki wa Mkenya, si mwanamke asiweke mapenzi kwa urafiki. Ndio maana urafiki ni kujenga, urafiki ni kusalamiana, urafiki ni kuishi mzuri. Sasa yeye anataka kukatiwa na rais wetu, na rais wetu anataka kuimeza urafiki mzuri kati yetu na mtanzania. So mtanzania usione ubaya, mwanamke yenyewe ndio anataka ukatiwe, ataki urafiki, anataka kuonekana huko Kenya na sisi tunataka urafiki. Wakenya ni kama wamekasirika wa Tanzania, so wabunge wa Tanzania, president wenu muangalie, mtafanya jambo gani, mleta amani kati ya majirani wenu. Tunasema majirani wema wanaishi na upendo. Asanteni.